Moja ya jambo kubwa ambalo wasa wengi hawaambiwi ni kwamba bawasiri inasababishwa na mishipa kwenye njia ya haja kubwa kuweza kulegea, na ndio maana hata ukifanya operation hata ukitumia dawa za kupakaa, changamoto huwa inarudi. Ni kwa nini? Kwa sababu bila kutibu mishipa. Ndio maana ukitumia dawa yetu a unapata matokeo mapema, kwa sababu tunadili na mishipa ambacho ndio chanzo cha tatizo. Kwa hiyo hata usipofanya mazoezi magumu unaweza ukapata bawasiri ikiwa misuli yako ni dhaifu, ikipata presha yoyote ile kwenye njia ya haja kubwa, hiyo mishipa huwa inapasuka, inasababisha damu, inasababisha uvimbe, inasababisha maumivu, inasababisha ile njia kuwa nyembamba. Ndio maana utapata maumivu makali wakati wa kujisaidia. Ndio maana tumekuwa tukiwaambieni wengi, kabla ya kukimbilia kutafuta operation, hakikisha unapata dawa inaitwa Pilecare kutoka JW Sabo Clinic. Itakuwa ni rahisi sana, kwa sababu ukishatibu mishipa bawasiri ni bye bye. Na utajuaje dawa itibu mishipa upati, unapata matokeo unapoitumia baada ya